Ninawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, leo na mimi kuja kushiriki kwenye tamasha hili. Lengo la kushiriki ni kuwatia moyo vijana kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya. Sasa mimi nataka niwaombe jambo moja tu, tuna ratiba nyingine Segese na wenyewe wananisubiri. Ninaomba sasa nijibu risala na mniridhie niweze kuimkaimisha nafasi hii. Mtendaji wa kata ataendelea na tamasha hili mpaka hapo itakapomalizika. tcm oye, oye! ulia nguru oye, oye. Nimesomewa risala hapa. Kwanza kabisa, mimi kama mbunge wa jimbo la na Msalala nataka niwahakikishie kwamba niko pamoja na ninyi wasanii na vikundi vyote mlivyo imba na vikundi vyote vya wasanii kwenye jimbo la Msalala. Kazi yangu mimi kubwa ni kuhakikisha ya kwamba naendelea kuwalinda na naendelea kuwasapoti ili muweze kufikia adhima yenu. Sasa kwa haraka haraka, kwa sababu mimi leo si mzungumzaji na nakimbia kwenye kikao kingine, risala imenitaka kutoa mchango kuhakikisha ya kwamba tunaanzisha na kutunisha mfuko wa wasanii, si ndio? sasa mimi niseme vile vikundi ambavyo vilikuwa vinataka kuimba, mtendaji wa kata, ambavyo havijaimba utaendelea kuvisimamia. Mimi nitakuachia kiasi cha shilingi laki tano, utawapatia vikundi vyote ambavyo havijaimba. Kwa hiyo wote ambao havijaimba kutoka hapa mtamuona Kongo. laki tano nyingine itaenda kwa jumuiya ya vijana, alafu na itifaki yako na wakina mama wote wa IWT na a akitaatachia hapo, alafu kwenye mfuko wa wasanii tutawachangia kiasi cha shilingi milioni mbili. Katibu wangu, lete hela. Katibu ikwapi? Aya, sasa mtendaji wa kata usogee sasa, upokee hela ya wasanii, na mwenyekiti wa wasanii asogee hapa apokee fedha kwa ajili ya kutunisha mfuko. Nataka niendelee kuwaomba mwendelee Mwendelee kwa kasi kubwa. Mtumie fedha hii vizuri. Mtumie fedha hii vizuri. Ile milioni moja iko wapi? Katibu wangu apotelea. Haya, milioni moja. Haya, la mwisho. La mwisho nimependezwa sana na wakimiza baskeli mwenyekiti wa, wa wasanii kesh